Jamani, wapenzi watamazaji, watazama ala, mheshimiwa heshimie kidogo, sawa Jamani. <coughs> Jamani, huyu ni rais wa muungano wa jamhuri wa rais wa muungano wa Mastaz TV online. Nataka niwaambie kwamba hii TV imekuja kwa sababu ya wapenzi watamazaji watamaza watamazaji, nyakasaka nyakasaka, batu wale molola, wapenzi watamazaji, ndonge ya otu era wa Mastaz TV ni kwamba TV yetu imekuja kwa sababu ya upendo, amani na maendeleo, na na na ya kuwa unasapoti kipaji cha nyumbani kwenu Nyarugusu Afrika stand up pamoja na bara la Ulaya lose lilioko kule ambao wote watazamaji wanaoangalia dunia ulimwenguni. Hey, dunia ulimwenguni lumi, nani world na dunia yose. Unaona? na mimi ambayo nilioko hapa, mimi ndio rais wa muungano wa jamhuri wa watamazaji ambao mimi mkinichagua, mimi ndio mwene hii nani tumbona inimi nini ito hii, hii TV ni ya kwangu na nimileta kwenu kwa sababu ya mkinichagua, nitaweka lami kambini Nyarugusu, ili maboda wakiwa wanapiga vishada sana, wao wanakufa kwa sana, na mkinichagua pia nitakuwa na tengeneza muade komikasho ya ba mama de village bote wiki moja kubwa bwana nyingine wiki kwangu. Unaona kama mimi ni kidogo heshima. Eh zimo, eh zimo, zimo. Na kwa hiyo ukiwa unataka kupata update zenye mafanikio zenye mafanikio sana na zenye maendeleo na zenye kupenda wewe ucheke mpaka pua inenepe, ni kwamba huo unafuata Mastaz TV kwa sababu huku kuna kuna vitu vinene vinene vinene vi, vi, nene, vi, nene, nene vi. Nani mastaz tv nenenene ne. na inatakiwa uusubscribe ushare na kulike na kukomenti, iwo unapata kazi zetu kwa haraka, kwa sababu sisi ni wanafunzi na napenda niibe devu kongole kidogo hapa, devu kongole ini ka da leso ini kuleme nde panda ofo nofo porta kube of belela

Mimi ndio mwene hii TV. Kwa hiyo siku zote wanasemaka kwamba huyu Mungu aliumba mbingu na Mungu huyu. Naruba. Huyu aliumba mbingu na Mungu. Mungu mwenye aliumba mbingu na Mungu, Mungu mwenye aliumba mbingu na Mungu. Siku zote Waswahili usema kwamba usimcheke mtu kabla hujavuka mamba. Na hiyo ilichukuliwa kwangu, mimi ikaenda kupostiwa na Mpemba kwa sababu ya kutaka vitu vya kukopikopi wa Tanzania. Jamani, mutishia wapi? Nyinyi wa Tanzania na vitu vya kukopikopi. Eh, huu ni mkoa wa Kigoma na ndo hapa TV yetu inatapika, inapatikana kwa sababu ya nini? Mwe muna share na kulike na kucomment, mwe munacheka rama kwa mara. mara kwa mara siku zose, na mimi ndo hapa hapa chao mzee wa maswaga yenye na wala mwili wose. Eh, mchungaji wa maswaga, pastor wa maswaga mwene anajala swaga mwili wose. Mm. Bye.